Beatrice alipotoka hospitalini aliingia ndani ya gari akachukua simu yake na kumpigia rafiki yake wa karibu sana Zulfa, lakini Beatrice yeye alipenda kumuita Dazu. Zulfa na Beatrice wote ni wazaliwa wa kijiji kimoja huko mkoani Morogoro, pia familia zao zimekuwa zikishirikiana sana kwa kila jambo. Beatrice na Zulfa walikuwa zaidi ya marafiki walichukuliana kama ndugu. Baada ya Beatrice kumpigia simu Zulfa, simu ilipokelewa. Beatrice aliokea kwa sauti dhaifu. Dazu, uko nyumbani leo? Zulfa akamjibu kwa furaha. Nipo kipenzi changu, karibu. Sawa, nakuja, ila nahitaji kuongea na wewe jambo fulani muhimu. Zu akagundua mara moja kuna jambo kubwa, sauti ya Beatrice haikuwa ya kawaida. Haraka akajibu kwa upole, karibu kipenzi changu, njoo, niko tu hapa nakusubiri. Beatrice alipofika nyumbani kwa Zu rafiki yake huyo akampokea kwa furaha kubwa. Karibu mdogo wangu, ah, leo naona mzee akakuachia gari. Dazu alisema huku akicheka kidogo. Beatrice naye akatabasamu kwa udhaifu akajibu, asante Dazuo amesafiri nikaona leo nitoke nalo. Karibu, nikulete nini kipenzi Dazu aliuliza kwa ukarimu. Beatrice akatikisa kichwa, nipo sawa tu dada yangu. Lakini dada Zuu akakataa kwa upole, hapana, wewe ukaja hapa alafu usile chochote. nitakuletea kile unachokipenda. Dakika chache baadaye alimletea mkate wa asili uliotengenezwa kwa kuchanganya unga wa mahindi na ndizi mbivu na umeokwa vizuri, pamoja na kikombe cha maziwa freshi Alimtengea Beatrice kwa upendo wa dhati. Beatrice alijitahidi kula kidogo, ingawa moyo wake ulikuwa bado umebeba mawazo mazito. Baada ya kumaliza akavuta pumzi ndefu na kuanza kueleza kwa undani hali halisi ya ndoa yake, matatizo ya kukosa watoto na kikao kizito cha wakwe zake kilichomuumiza sana. Machozi yakamtiririka alipomwambia rafiki yake jinsi alivyokimbia hospitalini kwa hofu bila kuonana na daktari Daazuu aliguswa sana, akamshika mkono na kusema kwa upole, pole sana mdogo wangu, naelewa kitu unachopitia lakini usiwe na wasiwasi, Mungu yupo. Kesho asubuhi itabidi nikupeleke hospitali na uzuri kwamba sasa hivi shule zimefunga, nipo free, usijali nitakupeleka maneno. Yale ya faraja yalimpa Beatrice tumaini. Alimkumbatia rafiki yake, kisha akaagana naye pamoja na watoto wake, akaondoka. Kesho yake asubuhi, Dazu aliwasili mapema nyumbani kwa Beatrice. Jirani yangu ni nesi, nimeongea naye, amesema leo ni siku ya kliniki ya daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake, kwa hiyo ni vizuri tukawahi mapema. Ingawa Beatrice alikuwa bado na hofu moyoni, aliona faraja kubwa kuwa hata kuwa peke yake tena. Wakaondoka pamoja kuelekea hospitalini, safari hii Dazu akiwa na dhamira thabiti ya kuhakikisha rafiki yake huyo anunana na daktari kule hospitalini. zami ya Beatrice ilipofika, yeye na dazuu wakaingia ofisini kwa daktari. Beatrice alikaa kwenye kiti taratibu, macho yake yakielekea chini, akionekana mwenye wasiwasi mkubwa na kushindwa kujieleza. Daktari alimtazama kwa upole akasema kwa sauti ya kutia moyo, karibu usiwe na wasiwasi, hapa tupo kukusaidia. Niambie tatizo lako. Beatrice alibaki kimya kwa sekunde chache akishindwa kuzungumza. Aliposhindwa kuendelea, Dazu akamgeukia daktari na kusema, huyu ni rafiki yangu wa karibu sana, amekaa kwenye ndoa yake kwa miaka mitano sasa bila kupata mtoto. Jana alijaribu kuja lakini alikuwa na hofu sana, akashindwa kwa hiyo akarudi nyumbani. Ndio maana nimekuja naye leo ili nimsaidie. Daktari akamsikiliza kwa umakini, kisha akatikisa kichwa chake kwa kuelewa. Akamgeukea Beatrice na kusema kwa upole, pole sana, lakini matatizo kama haya yapo na mara nyingi yana suluhu. Kwanza ni vizuri kufahamu afya yako na afya ya mume wako pia. Mume wako yuko wapi? Amesafiri kikazi yupo Mwanza kwa muda wa wiki tatu. Sawa, tutaanza na wewe kwa vipimo vya awali, lakini pia ni muhimu mume wako aje pale tutakapohitaji vipimo vya pamoja, ili si jambo la upande mmoja pekee. Kisha daktari akaanza kumfanyia Beatrice uchunguzi wa kawaida na maswali ya historia ya afya yake baada ya hapo akamwandikia vipimo vya kina zaidi vya maabara. Usiogope, vipimo hivi vitatusaidia kupata picha halisi ya afya yako ya uzazi, hapo ndipo tutakapojua hatua inayofuata. Beatrice alitabasamu kidogo, akihisi moyo wake unapata faraja, ingawa hofu bado ilikuwa haijaisha. Alijua safari ya kuelewa chanzo cha matatizo yake ilikuwa sasa imeanza. Beatrice alifanyiwa vipimo vya maabara na pia vile vya ultrasound. Baada ya siku chache kupita, siku ya kuchukua majibu ilifika. Asubuhi na mapema, Beatrice hakuwa na amani kabisa. Alijawa na hofu na mawazo mengi huku akijiuliza, hivi mimi nitaweza kweli kustahimili kusikia ukweli? Zulfa, rafiki yake wa karibu, hakumwacha. Alifika nyumbani kwa Beatrice na kumtia moyo. Mdogo wangu, usiogope chochote, kitakachotokea kumbuka, Mungu yupo na mimi pia niko bega kwa bega na wewe. Wakaondoka pamoja kuelekea hospitalini. Safari ilikuwa kimya. Beatrice alishika pochi yake huku macho yake yakiwa yamejaa hofu. Walipofika hospitalini, wakaenda moja kwa moja kwa daktari. Walipoingia, Beatrice alikaa kwa upole, uso wake ukionyesha mashaka makubwa. Dazu alikaa karibu naye, akamshika mkono kwa upole kumtia moyo. Daktari alichukua majibu ya vipimo na kwa sauti ya utulivu akaanza kueleza Beatrice, vipimo vinaonyesha una tatizo la ovulation disorder, yaani mayai yako hayakomai vizuri kutokana na mzunguko wa homoni, lakini jambo hili lina tiba. Machozi yakaanza kumtiririka Beatrice, uso wake ukabadilika ghafla. Dazuu akamgeukia na kumkumbatia huku akimnong'oneza, Usilie kipenzi, si unasikia daktari anasema kuna tiba? Beatrice akamuuliza daktari kwa sauti ya kutetemeka, daktari, ina maana mimi sitazaa kabisa? Daktari akamkazia macho kwa upole na kusema, hapana, kuna tiba. Nitakupa dawa zitakazokusaidia kurekebisha homoni zako. Halafu nitakuandikia tarehe nyingine kurudi kwa ajili ya follow up. Kumbuka mambo haya yanahitaji uvumilivu na imani. Walipotoka nje ya ofisi ya daktari, Beatrice alishusha pumzi nzito akasema kwa sauti ya kuvunjika moyo: Dazu, moyo wangu umebeba maumivu makubwa sana. Sijui nitamwambia nini George. Wazazi wake wakijua kuwa mimi nina tatizo watanifukuza bila huruma. Dazu akamkumbatia tena akasema, mdogo wangu usihofu, hili litapita. Beatrice alipofika nyumbani kwake alitafakari sana na kujisemea, mume wangu akijua mimi nina tatizo itakuwaje? atakubali kuendelea kuwa na mimi au atasikiliza wazazi wake na kuwa mwanamke mwingine? Siwezi kustahimili hili. Sasa sitamwambia kuhusu hili, nitahakikisha najitibia hili tatizo peke yangu. Baada ya wiki tatu kupita, George alirudi nyumbani. Beatrice alimkaribisha kwa furaha na upendo, alimkumbatia kwa shauku kubwa. Kwa muda mfupi, moyo wake ulisahau maumivu na hofu aliyokuwa nayo. Walikaa pamoja, wakazungumza mambo madogo madogo, kila mmoja akiwa na furaha baada ya wiki tatu ndefu za upweke. Baada ya siku mbili, jioni moja wakiwa sebleni, George akamgeukea Beatrice na kusema, mke wangu, wiki ijayo nafikiri nitapata nafasi, kwa hiyo tutakwenda uto hospitalini kama tulivyopanga. Maneno yale yalimgusa sana Beatrice, moyo wake ukadunda kwa kasi. Kwa nje akajikaza na kujibu, sawa mpenzi lakini moyoni mwake akajisemea, hapana, hapa lazima nifanye jambo. Siwezi kwenda hospitalini tena, tukienda atajua nina tatizo, sijui atachukua maamuzi gani. Nampenda sana mume wangu, stakianiache. Ilipofika ile siku waliopanga kwenda hospitali, Beatrice aliamka na moyo mzito. Hakuwa tayari. Hofu ya mume wake kujua ukweli kuhusu tatizo lake ilimzidi. Alipokuwa jikoni akimwandalia chai mumewe akaandaa mpango. Akachukua simu yake na kwenda moja kwa moja kwa mume wake. Kisha akamwambia, "Samani mpenzi, rafiki yangu Dazua anaumwa sana." amenipigia simu nimsaidie nimpeleke hospitali. Sasa nikikataa atajisikia vibaya, ataona kama vile sitaki kumsaidia. Tafadhali mme wangu, naomba tupange siku nyingine, leo nimsaidie Dazuu. George alinyamaza kwa muda akimwangalia Beatrice, macho yake yalionyesha hofu ya upole, kisha akajibu sawa mke wangu Kamsaidia, haina shida, hospitali utaenda siku nyingine. Beatrice akatikisa kichwa chake kwa ishara ya shukrani, akijilazimisha tabasa mdogo, lakini moyoni alijisemea kwa maumivu: Mungu wangu nisaidie, siwezi bado kumwambia Joji ukweli, naogopa kumpoteza. Siku hiyo baada ya kuomba ruhusa kwa mumewe alielekea nyumbani kwa rafiki yake Dazu. Mara tu alipoingia, machozi yakamtiririka, akakaa kimya kwa muda. Mdogo wangu, mbona unaonekana mbeba mzigo mzito? Kuna nini? Hebu nieleze? Beatrice akavuta pumzi kwa nguvu kisha akaanza kumweleza kila kitu. Dazu, hofu yangu kubwa ni kumwambia juu ukweli naugupa Alipokuwa akieleza, machozi yalikuwa akimtiririka zaidi. Dazuu alimtazama Btrs machoni akasema kwa sauti ya upole lakini msisitizo, mdogo wangu, ukweli siku zote humweka mtu huru. Ni bora umweleze kila kitu mumeo, au mkenda wote hospitali. Maisha ya ndoani ya pamoja, siri hizi zikizidi zinaweza kuwa sumu. Beatrice akalia zaidi, huku akisema, naogopa Dasu, naogopa sana. Nikimwambia atachukua maamuzi gani? Sitai kumpoteza George. Dazu akamkazia macho na kusema kwa upole, sasa utakwepa mpaka lini, mdogo wangu? Utaishi kwa uoga hadi lini? Beatrice akainamisha kichwa chini akapumua kwa nguvu na kusema, mimi sijui, ila nina mpango, ukifanikiwa nitakwambia. Dazuu akatikisa kichwa taratibu, akasema, sawa mdogo wangu, nitakuunga mkono, lakini kumbuka ukweli huponya, ukweli humweka mtu huru siku zote. Beatrice aliendelea kukwepa kwenda hospitalini mara kadhaa. Siku moja, aliigiza kuumwa tumbo la kuhara na George akamletea dawa na kumlazimisha kunywa ili apone haraka. Siku nyingine, alitumia kisingizio cha msiba nyumbani ili safari ya hospitali iahirishwe tena, na mara zote alipoahirisha, moyo wake ulizidi kubeba mzigo mzito, hofu na hatia. Hatimaye muda ulioahidiwa na wazazi wa Joji ulibaki siku kadhaa. Usiku mmoja, walipokuwa chumbani, Beatrice alijikuta ameshindwa kuvumilia tena, machozi yakimtiririka. Akamgeukia ya Joji na kusema kwa sauti ya uchungu, mume wangu, siku zinazidi kwenda, sasa imebaki siku chache, wazazi watakuja hapa naomba tuadapti mtoto tutakayempenda, naamini hata wazazi watalainika tu. George akamtazama kwa mshangao na upole, kisha akamjibu, hilo silo wanalolitaka wazee, mke wangu. Kisha Beatrice akasema, basi mpenzi, nitajifanya mimi ni mjamzito, baadaye tutaadapti mtoto bila wao kujua. George akamshika mkono mkewe kwa upole akamgeukia na kusema kwa sauti ya upendo lakini yenye msisitizo, mke wangu, usio na wasiwasi, haina haja ya wewe kujifanya mjamzito. Kwa nini uteseke? Una haja ya kuteseka? Mimi siwezi kuoa tena, nakupenda sana Beatrice, ondoa wasiwasi. Asubuhi moja baada ya miezi mitatu kuisha, George alikuwa kijiandaa kuelekea kazini, huku Beatrice naye alikuwa akijiandaa kwenda kwenye biashara yake. Mara wakaona gari ikiingia ghafla nje ya nyumba yao. Beatrice alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi. George alipofungua mlango, aliwaona wazazi wake wakiwa wamesimama mlangoni pamoja na dada yake na mwanamke mwingine. Beatrice alipoona taswira hiyo, macho yake yalijaa machozi. Alihisi kuchanganyikiwa, miguu ikatetemeka. Baada ya kuingia ndani, baba yake George akachukua nafasi ya kwanza kuzungumza, akasema: leo hatuna maneno mengi kama tulivyokuwa tumekwambia. Sasa huyu binti tumemleta sisi, ndiye atakaye kuzalia watoto. Beatrice akapata maumivu yasiyoelezeka, machozi yakaanza kumtiririka kimya kimya. George akawa imara, akamwangalia kwa hasira na kisha akasema, hapana, simtaki katika nyumba yangu. Mama yake George akavunja ukimya kwa sauti kali, "George, usithubutu, huyu binti sasa ni mkeo mila na tamaduni zote zimeshafuatwa. George, ukimkataa binti huyu, basi ujue kuanzia leo sisi sio wazazi wako, utatafuta wazazi wako wengine. George akahema kwa nguvu, akajikaza, ingawa macho yake yalionyesha uchungu mkubwa. Akawatazama na kusema kwa sauti ya hasira na maumivu, lakini hiki mnachonifanyia sio kizuri kabisa. Hii si ndoa, ni dhulma. Na mimi sitakubali kuishi kwa kulazimishwa. George akamshika mkono mkewe na kuondoka naye. Waliingia kwenye gari na kuondoka nyumbani kwao. Beatrice alikuwa akilia kimya kimya, moyo wake umejaa hofu na mashaka.